Profesa Kithure Kindiki ambayo katika siku ya leo pia naye ana ziara ya kuangalia ni jinsi gani atapiga jeki vikundi mbalimbali vya wafanyabiashara katika eneo hilo. Naye Crispin Otieno yupo katika eneo hilo ambapo kwa njia moja au nyingine, eh, matarajio ya siasa kurindima katika maeneo hayo pia eh, yamepewa kipaumbele. Crispin Otieno, eh, naja kwako kwa hivi sasa, tueleze kama eh, naibu wa rais ashafika na kama hajafika ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa? Naam uh, shukran sana uh, Rash, Rashid ukiwa studioni hapa tulipo tupo katika uh, uga wa Nyanturago katika eneo la Nyaribari Chache kaunti hii ya Kisii ambapo ulivyosema uh, hii leo tunatarajia kikosi kizima uh, cha wale viongozi kutoka mrengo wa Kenya Kwanza broadbase ukipenda uh, wanatarajiwa kufika hapa kama njia mojawapo tu ya kufanikisha miradi mbalimbali ikiwemo mbali kupiga jeki vikundi mbalimbali uh, kama vikundi vya kina mama wale ambao ni uh, wana bodaboda boda katika maeneo haya. Ziara yake ya, ya eh, naibu wa rais uh, Kithure Kindiki ni ya tatu katika kaunti uh, hii ya Kisii. Inavyotizama hapa tayari uwanja huu umeanza kufurika Rashid. uh, watu walianza kumiminika hapa uh, mwendo wa saa uh, moja asubuhi. Inavyotizama hapa hivi uh, ndivyo uh, hali ilivyo katika uh, uga huu wa kihistoria wa Nyanturago, lakini nataka tukupatie nafasi ambaye ni kiongozi wa ama mbunge wa eneo hili Zahir Janda ambaye ndiye mwenyeji wa wageni hao. Karibu katika runinga uh, ya Citizen. Tujenge taswira uh, ziara yake naibu wa rais katika uh, mji huu ama katika kaunti ya Kisii kwa mara nyingine tena. Asante sana uh, Crispin. Uh, ziara hii ya naibu wa rais ni kati ya zile ahadi ambazo rais William Ruto ambaye amesema kitambo kwamba lazima tuwe na hii mambo ya bottom up. Bottom up ni kuhakikisha wananchi ambao wako hapa wamekuja tumewafanyia empowerment ili waweze kupata hela kidogo, fedha kidogo, waweze kujisaidia katika maisha yao na waweze ku, ku, kupata hela ili waweze kusonga mbele. Kuna vilevile wale watu ambao wamekuwa wakisoma kisiasa, wanasema kwamba ziara ya uh, viongozi serikalini imekuwa uh, katika maeneo haya ya Gusii. Labda ungeweza tu, tuambie ama wale ambao hawako hapa, kutoka eneo nzima la Gusii, jambo ambalo kwa sasa unge, ungependa wazingatie. Uh, ukweli wa mambo ni kwamba hiyo ni siasa, na ukweli wa mambo ni kwamba hii program ina, ina, inafanyika Kenya nzima, sio kwamba ni kwa wale ambao ni watu wa UDA peke yake, ni Kenya nzima ambayo hii program uh, uh, rais ame, ameidhinisha iweze kufanywa kusaidia watu wetu. Asante sana uh, Rashid huyu ni mbunge wa uh, Nyaribari Chache Zahir uh, Janda. Hapa nilipo uh, kuna wananchi pia ambao vilevile wako na matarajio si haba. Kina mama wamekuwa akiambia pia wangependa kunitazungumza na nani hapa. Wacha tuzungumze na huyu hapa. Tuambie unaitwa nani? Wewe unatarajia nini siku ya leo? Mimi kwa machina ninaitwa Esther Nyangalesi Bonuke hapa Nyanturago. Mimi ni mama mboga, ninapenda kuuza mboga na tumekucha hapa nyanturago kama kina mama tunataka tusaidiwe tuinuiwe, tuinuliwe. Mheshimiwa wetu Zahir Janda tunampenda kwa kasi ambayo anafanya. Asante sana, hebu uh, tuambie unaitwa nani wewe, unatoka kikundi gani labda, unatarajia nini siku ya leo? Mimi kwa majina ni Edna Nyamoita, natoka Kisii Central, Kisii Market pale town. Hii ni constituency yetu Nyaribari Chache. Kwa niaba ya mheshimiwa Zahir Janda, sisi kama wamama tumefurahia sana, tumekuja kwa kikundi kwa wengi, na naona wamama wengi katika vikundi vyote wa Nyaribari Chache. Siku ya leo tunatarajia kwamba tuweze kuinuliwa, kama mama mdogo wa mboga na mtu wa pale chini, tukitoka hapa tutoke na kitu iko mfukoni, tuende hata sisi kujiinua, na hii serikali yetu yote ambayo ni Dr. William Samoei Ruto kushirikiana na Dr. Kindiki ili tuweze kusonga mbele kama wamama, matarajio yetu ni kwamba tuweze kuinuliwa, tukue empowered kama wamama vile tumefika hapa katika vikundi mingi na tuendelee, meshukuru. Now, shukran sana uh, Rashid ulivyosikia hapo ndivyo uh, hali ilivyo wenye, wenyeji hapa wakielezea tu matarajio yao siku hii ya leo. Utakumbuka kwamba ziara hiyo vilevile itakuwa wakihusisha uh, viongozi mbalimbali mbali kutoka mrengo wa Kenya kwanza wakiwemo msaidizi wa rais Faruk Kubet uh, kuna wale ambao ni uh, viongozi katika bunge uh, wakiongozwa naye Kimani Chungwa. Vile vile tunatarajia uh, waziri wa elimu Migos Ogamba katika uga huu muda wowote kutoka sasa. Kwa hivyo uh, ni ziara tu ambayo kwa sasa tunasubiria viongozi hao kutua hapa muda wote kutoka sasa, kisha tutakuwa tukisikiza kile ambacho watakuwa wakizungumzia siku hii ya leo. Itakumbuka kwamba ni wakati ambapo siasa inazidi kurindimwa humu nchini, na vile vile tutakuwa tukiwapa sikio tusikie hii leo viongozi hao watakuwa wakizungumzia nini, na tukumbuka kwamba Rashid kando na ziara yao siku hii ya leo, kesho watakuwa wanapumzika kuelekea mahali pengine labda, alafu siku ya jumamosi vilevile watakuwa wakirejea katika kaunti ya Kisii maeneo ya Bomachoge Chache, katika hafla sawia kuchangia vikundi mbalimbali vya kanisa maeneo hayo. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tutakuwa tunaungana nanyi tena hapo baadaye ili kuwajuza zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo hali itakavyokuwa katika uga huu wa Nyanturago, Nyaribari Chache. Rashid na bila shaka tutakuwa tunarudi kwako pia vile vile, Crispin Otieno. Hii ni ile safari ya mkenya kujivunia ule ushuru anaokatwa na pia vile vile kufurahikia ile methali ya mgeni njoo mwenyeji apone, lakini wakati huo pia naibu rais profesa Kithure Kindiki ameratibu mipango.